Naweza kusema kwamba usiku huu ulikuwa ni usiku wa laana sana kwa Julieta, usiku ambao Julieta alitamani ardhi ipasuke aweze kuingia, usiku ambao Israeli ndo alikuwa mtu pekee ambaye alikuwa karibu na Julieta. Usiku huu ni usiku ambao Julieta kamwe hatokuja kusahau katika maisha yake, usiku ambao Julieta alikuwa ni siku ya kujifungua mtoto. Nini hasa kilimsibu Julieta kampelekea mpaka hasa kufika katika mapango haya na nini hasa kimemkuta mpaka Julieta kufika katika mapango haya, mapango ambayo hakuna msaada wowote ambao unaweza kumpatia mapango ambayo hakika unaona kabisa ni nyakati za mwisho za maisha ya Julieta. Ni nini hasa kimemsibu? Hebu turudi nyuma tuone ni kitu gani ambacho Julieta kimempata. Julieta ni binti wa miaka 20 mwenye asili ya Kiafrika aliyekuwa akisoma katika chuo kimoja huko Pentascole barani Afrika. Alikuwa ni binti mwenye furaha sana muda wote akipenda kujumuika na marafiki zake mbalimbali mbali, na mwenye ndoto za kufika mbali kwa kile anachokisomea ili baadaye aweze kuja kusaidia familia yake na yeye mwenyewe. Lakini ndoto za Julieta zilikuja kukata mahala pale baada alipokuja kugundulika kuwa ana ujauzito. Ujauzito ule ulimnyima fursa ya Julieta kuendelea na masomo yake na kulazimika kufukuzwa chuo na kurejea nyumbani. Sekeseke la kufukuzwa chuo lilifika mpaka nyumbani kwa wazazi wa Julieta, kitendo ambacho kilimchukiza sana wazazi wake wa Julieta hasa baba yake mzazi, kwa maana alimsomesha mwanaye kwa tabu sana, alipambana kulima, vibarua, kufanya kazi ili kuweza kuhakikisha binti yake anamaliza chuo na kufika malengo yake. Sasa Julieta, matunda aliyomletea baba yake ni ujauzito, kitendo ambacho baba yake anakiona ni kitendo cha dharau sana, maana Julieta ndo alikuwa binti yake ya kwanza aliyekuwa akijisifu na kujitapa mbele ya wazee wenzake. Baba mzazi wa Julieta aliona kitendo kile kama ni kitendo cha dharau na kuamua kumfukuzia mbali kabisa Julieta na kutolea maneno kabisa ya rohoni kusema kwamba, kuanzia leo wewe Julieta sio mwanangu tena, maana umenidhalilisha mimi pamoja na mama yako vya kutosha, umetutia aibu. Nguvu yote tuliyoiwekeza kwako leo hii umetuletea tumbo sasa. Julieta, kuanzia leo naomba utoke usije ukarudi tena katika nyumba yangu. Julieta hakuwa na la kufanya zaidi ya moja kwa moja kuelekea kwa kijana aliyempatia ujauzito. Lakini cha kustaajabisha, baada ya Julieta kufungua mlango akamkuta kijana yule ambaye alimpatia ujauzito akiwa amepakatia binti mmoja mnono kabisa akifanya mambo ya utu uzima. Julieta roho ilimuuma sana kumuona kijana ambaye amemkatishia ndoto za maisha yake, kumuona kijana aliyemsababishia kugombana na wazazi wake, akimkuta kitandani akiwa na binti mwingine wakifanya mambo ya kiutu uzima, roho ilimuuma sana Julieta. Lakini kijana yule hakuwa na roho ya hofu wala wasiwasi. Ndiyo kwanza alinyanyuka kitwa ndani kwa jazba na kwenda kumtimulia mbali Julieta. Alimfukuza Julieta kama mwanamke asiyemtambua, alimfukuza Julieta kama mwanamke aliyekuja kumvamia, na kumwambia maneno makali kabisa, kwamba huo ujauzito uliobeba mimi sio wa kwangu na kuanzia leo usije ukanitambua kabisa katika maisha yako. Sura yangu ukiona, uone kama umeona simba. Yaani mimi na wewe kuanzia leo ni chui na paka, na tena anachosema na kuomba utoke kabla sijakata kichwa chako. Alimsukuma Julieta bila hata ya huruma. Julieta alianguka chini kwa maumivu makali kabisa. Julieta alibaki njia ya panda, akifikiria chuo amefukuzwa, nyumbani baba kamtimua, na hata bwana aliyempatia ujauzito hataki hata kuiona sura yake. Julieta akiwa na majuto na kujutia kile alichokifanya, mwisho wa siku Julieta aliamua kuichukia nafsi yake na kuamua kutokomea mbali kabisa, pasipojulikana ni katika msitu mzito, msitu, msitu wa wanyama wakali, msitu watu wasioweza kukanyaga msitu wenye wadudu wa kung'ata na kuua. Anaonekana Julieta akichanja mbuga katika msitu huo, huku mvua kubwa na radi zikiendelea kulindima na kumnyeshea Julieta. Anaonekana kama ni binti ambaye tayari amekishakata tamaa na maisha yake, akitambua kuwa nyakati zozote zinazozikuja roho yake inaweza ikaacha mwili. Julieta aliendelea kusonga mbele huku tumbo lake likionyesha dalili zote za kutaka kujifungua huku muda wa kutoka kwa mtoto ukiwa tayari umekwisha wadia. Julieta aliendelea kusonga mbele na kutokomea katikati ya msitu. Ama ndipo wakati wa kujifungua ulipokwisha kuwadia, Julieta akiwa katika pango zito katikati ya msitu mzito, akiwa anaugulia maumivu makali huku akiomba msaada mahali ambapo hakuna hata tumaini la msaada. Julieta alitamani usiku ule ardhi pasuke ingie maana Ulikuwa usiku ambao Julieta aliona kabisa roho yake inakwenda kuacha mwili, usiku ambao Julieta kamwe katika maisha yake hatokuja kusahau. Katika msitu mzito, katikati ya msitu, ndani ya mapango, Julieta anapaza sauti pasipokuwa na mtu yoyote yule hata kuisikia kelele za uchungu na maumivu makali ndiyo uliokuwa wimbo uliotoka kinywani mwa Julieta. Julieta aliimba wimbo huo wa maumivu makali, akitamani Mungu aliyemuumba basi aichukue hata roho yake, kwa maana yalikuwa ni mateso makubwa kwa Julieta kujifungua mtoto pasi na msaada wowote ule kutoka kwa mtu yoyote. Julieta akikaliona hii ni laana Julieta hakika aliona huu ni mkosi. Maana hata kama ni Mungu anataka kutoa roho yangu, basi si kwa maumivu haya yanayopitia mimi. Maana hata kama ni Mungu anataka kutoa uhai wangu, maana si kwa hadhia hii inayopitia mimi. Julieta alilia sana usiku ule lakini Mungu si Athumani. Usiku wa baraa kwa Julieta ulipita, hatimaye Julieta alijifungua mtoto wa kiume. Hatimaye Julieta aliweza kumkumbatia mtoto ambaye alikuwa anaona kabisa, aliweza kutaka kutoa roho yake, lakini nyuma ya Julieta lilitokea zimwi ama shetani kwa maana Julieta alikuwa katika himaya ya mashetani bila yeye kutambua. Shetani lile lilianza kufanya mazungumzo na Julieta likitaka kufanya naye biashara, likimwambia Julieta, hakika wewe umekuja katika himaya yetu Julieta, hakika wewe umetuletea zawadi katika imaya yetu. Basi na sisi tutakufanyia wema, kwa kuwa umekuja kuleta chanzo cha uhai katika maisha yetu, ikimwambia Julieta, sisi hatuto kuzuru lakini tunataka tukupe zawadi, likimwambia Julieta, wewe utatuachia huyu mtoto wako na sisi tutakupa zawadi. Zimu lile lilimchukua Julieta na kwenda kumwonyeshea vitu vingi vya thamani, vile vipande vya dhahabu na kumweleza Julieta, hivi vyote vitakuwa ni vyako kama ukituachia mtoto wako. Mtoto huyo ni zawadi yetu, na sisi tunakupatia zawadi Hakika utakuwa mwanamke tajiri sana katika ulimwengu. Hakika unaweza ukaishi maisha yoyote yale unayotaka. Lakini zimu lile lilimweleza Julieta kuwa sio lazima yeye awapatie mtoto wao, kwa kuwa uchaguzi bado uko ndani ya mikono yake. Anaweza kuchagua kuondoka na mwanaye na kuachana na vitu vyote vya samani ama anaweza kuamua kuchukua vito vya thamani na kumwacha mtoto wake. Kwa hiyo simu lile likampa Julieta muda wa kufikiria. Ama hakika ile kauli inayosema kwamba utu si kito ilidhihirika kwa Julieta mara baada ya Julieta kukubali kuchukua vito vya thamani na kumuacha mwanaye aliyempatia taabu usiku kucha, Julieta alichukua vipande vile vya thamani vilivyojaza begi lake na kuondoka navyo, huku akionyesha sura ya kufurahia na kushangilia, maana anakwenda kuwa mwanamke tajiri zaidi ulimwenguni. Masikini ya Mungu kichanga cha Julieta kimegeuka kuwa zawadi ya mizimu. Je, mizimu itakitafuna kama kafara? au je, mizimu itageuza kichanga kile kuwa binadamu shetani, nusu binadamu na nusu shetani? Nini kitafuata na nini kitatokea mbeleni? Je, Julieta atakuwa na furaha na vipande vile vya thamani alivyovipata? Utajiri wa Julieta utatawaliwa na nini? Julieta atakuwa ni mwanamke mwenye furaha? siri hii ya Julieta kumkabidhi mwanawe kwa mizimu, je itakuja kugundulika? Ni nini kitamkumba Julieta? Fuatilia mkasa huu vizuri. Subscribe, share na komenti ili uweze kuwa wa kwanza kupata vipande vinavyokuja.